Nimesikia kutoka kwa wanawake wengi wanasema, changamoto mojawapo kubwa inayowasumbua ni kukosa maarifa. Wewe umeitatuaje? Naenda labda kwa daktari na mwomba anifundishe kidogo, jinsi labda, mfano kama vifaranga vilivyoanguliwa, natakiwa nivifanyefanyeje hadi vikue, ni chanjo zipi natakiwa kuzingatia, je, mazingira, banda linatakiwa liweje, hivyo hivyo kwa mpaka hapa sasa hivi nimefanya hiyo biashara, namshukuru Mungu. Naitwa Dainess Gaswa Shuma, ni mkazi wa Kilimanjaro, najishughulisha na ufugaji wa kuku na kilimo cha mbogamboga, mjasiriamali mdogo mdogo, anauza vitafunwa kama maandazi. Babangu ndo aliyenianzishia ufugaji wa kuku. Kwanza alinipa kuku watano, akanambia hapa ndo utakuwa kianzio chako, jitahidi kadri utakavyoweza, mpaka utakapoona umefikia lengo lako. Nilikuwa napenda sana kufuga kuku, kwa hiyo pale kukuwa na mbegu, nikaanza kuzalisha vifaranga vyangu binafsi, hivyo nauza mayai, naendelea kutamishia wale kuku zangu mpaka nikaja nikapata kuku almost kama arobaini hivi na vifaranga. Kwa hiyo nikawa nauza mayai, nauza vifaranga, nauza mayai, nauza vifaranga, hivyo hivyo. Kupitia hivyo wakawa wanajinunulia ni chakula wenyewe, na pia mfano labda kama vifaranga vimeanguliwa kupitia yale mayai, nayeuza labda na vifaranga, nanua dawa. Okay, safi.